cha ACT Wazalendo kimeendelea kunadi sera zake kwenye kampeni za uchaguzi mkuu mwaka huu. Mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia chama hicho Othman Masoud Othman amebainisha mkakati wa kuinua kilimo Zanzibar endapo atachaguliwa kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Kinachohitajika nini? Ni watu kuwezeshwa, kupewa nyenzo, wakapewa vifaa vya kisasa, taaluma ya kisasa, kisasa ukapanda tungule mara moja ukavuna miezi minne mitano teknolojia hiyo ipo, hakuna sababu hata nusu kilo ikatoka nje ya Zanzibar, hakuna sababu ya kitu chochote kwa sababu Zanzibar kila kitu kinakubali. Aidha akaahidi kuwawezesha wajasiriamali na wafanyabiashara wa Zanzibar. Sera yetu kubwa ni uwezeshaji. Ndugu zangu wa Zanzibari, mnaweza mkafanya kila kazi. Aliyokuwa fundi seremala kazi yetu ni kumtafutia uwezo kumtafutia maarifa na kumtafutia mtaji akaweza kuzalisha kwa kiwango ambacho atauza bidhaa yake popote dunia. Ya leo hakuna tena suala la kwamba ni maarifa labda ni, ni jambo kubwa. Dunia leo ni mashine sarabala yote hapa akipata mashine za kisasa atatengeneza kitu chochote, atauza hotelini, atauza serikalini, atauza majumbani, hatutakuwa na haja ya fanicha hizi za kushikiza. Mikutano hiyo ya kampeni ya chama cha ACT Wazalendo itaendelea katika maeneo mbalimbali Zanzibar ili chama hicho kiombe ridhaa kwa wananchi kuchaguliwa kwenye uchaguzi mkuu. Ali Issa, Azam News, Unguja.